Tulipoishia kutoka timu pass wa kichwa timu ya taifa, ndipo tutakapoweza kuendelea na picha yetu nzuri kabisa ukweli. Hapa wanaita New Kung Fu Cult Master uh, zangu ji pale tulipoishia bwana to... mkubwa akaambia wee mjinga we. Eh, anamuita zi uzuhuruwa mjinga zi uzuhuruwa akachukua staili yake, ile ni staili ya kufyonza, anafyonza nguvu amekuja anajaribu kichwani, iwezekani, akajaribu kumtekenya huku na kule, iwezekani, jamaa katulia tu. Nimekwambia kama nzi anaingia kwenye kidonda. Sasa akapeleka mguu wake kwenda kupiga teke, jamaa kaachia ile golden katika mwili wake, kumwonyesha binti alivyosukuma ile mguu, mishipa ikakatika. Mzee baba kwenda kagusa paka kwenye moyo kule. Alo. kagusa paka kunako kumoyo kule, mzee baba ndo anafika, eh, mzee mzima eh, chifu zangu Unatakiwa kujua nimechukua zile hatua 72 za Shaolin kwenye kitabu. Oh, kwa hiyo ninazo 71. Na nimekuwa na iron finger. Oh yep. Nimejifunza kwa zaidi ya miaka ya usiku na mwisho wa siku nimepata nafasi. Leo tutapiga mechi na na na na leo, yani, yani zile panga za ulisi zote nazo ni kufanya sabu na mimi leo, ntawa nyote wawili hapa. Wakati huo kumbe, uh, na nini na kikosi wazee wa mishale mishale wajitetee kwenye mishale Balaa la mzielawa machalini hatari. <t> Jamaa anachekelea tu anafurahia. Anafurahia. Sasa, panga wa Dragon Sabre ndo unatumika na ile slaying sabre. Anawita, wanawita Heaven Sword. Bablo, zile atua sabini na mbili ni hatari sasa anatua sabini na moja ikabidi e uh, chifu zao chifu zao akimbia na binti mpaka huko, unaona anakuja wakatu hapo baba wa kambo ameshatolewa, yuko pale, wanamuita Lion King eh, akamuita Young Left Wings yule amchukue binti. Anasema leo bingo ndo chamla, usitege usitegemee kama kuna boya yote atatoka hapa. Ambe tafadha ni mwangalie ziru, sawa. Kambe ndio kakachukua kaziru, anaambia zani uji, leta viatu vyako sasa hapa. Nikuonyeshe Zanguji ataka kumwonyesha kwamba hizo hatua zote anazotumia Zanguji anazijua tayari na yuko katika mchakato kitambo tu, anajua wapi ampige, pamoja na hiyo golden armor aliyokuwa nayo katika mwili. Anapiga anagundua jamaa na golden armor katika zile hatua 71 alizokuwa nazo. Wanakuja wale watu watatu wenye silaha. Inamaana huu ni msaada kutoka kwa yule binti. Wamkumbuka yule binti, eh? yule binti ambaye tayari amekuwa chifu kule ameamua kumsaidia zangu uji. Wametuma wale watu watatu ambao na zile silaha ambazo ni golden arms, msaidie zangu wamsaidia uji, kwa hapo wakaizuia ile dragon, ile dragon sabre. Au sio? wanazunguka naye namna hiyo wanazunguka naye ah, jomba akawa namwangalia yes sir. Wana zile silaha zile akatumia ile slang sabre ambayo ni Heavenly Sword akawatoa ajabu. Chief Hall Maiden amekuja kusaidia chama zangu uji. Sikiliza hii amri kutoka kutoka kwa chifu, wanamuita Green Dragon King. Dragon King nashan anaambia tayari nimesharudi ndani ime sect, hizo ni urithi wa ime sect. So, na na hizo zinaitwa scarred uh, fire weapon. Nimekurudishia wewe. Chamani zangu, sasa una haki ya kuzitumia hizo. Ambia sawa. Ambia upumbavu tu wewe. Utanifanya nini? Hakuna atakayetoka hapa. Mishale. Mishale. Nani atupe mishale? Kwa nyuma kumbe mtoto wa mfalme alikuwepo ameamua kusaliti babake. Mbona? Binti ameamua kusaliti babake. Huyu hapa. Na Yesi ana uadui na huyu mtu wa babake. Anambia kati ya watu wako hawa. Oh. Kuna baadhi ya wengine bado wako chini yangu, yani bado wananisikiliza mimi. Kwa hiyo hapa mamangati wako wote wako chini ya ulinzi. Hamna kitu wote utafanya. Leo pigana tu. Ah! Ah! Zile silaha zikatupwa juu namna hiyo. Alafu mwanaume yeye ndo anazifuata zile silaha. Kwa ile style ataitumia yeye. Ile style ambayo wale watu watatu walikuwa naitumia ataitumia yeye. Style hiyo ni hatari kupita maelezo. Hello? Dragon Cheki nyama yako, jinsi anavyokuja na zile silaha tatu. Wamemkabidhi zile silaha tatu apige imangati, amchape, haijalishi ana hiyo kitu ambao wanaita yaani, kile kizuizi cha gold ambacho kiko ndani ya mwili wake a Zanuji. mashine ya kazi kavu kavu, katayo. Dragon Saber inapigwa kavu, sio mchezo na hiyo heaven sword sio mchezo . Sasa anazunguka na zile silaha, kwenye zile silaha anaweza kujigawanya kama mara tatu, na akawa anazunguka kama tairi. Sasa anazunguka kama tairi namna hiyo, mara mbili hapa sasa ha. yerra kazi anayo, anatolewa mpaka nje namna hiyo. Chali yako anajitahidi kuzuia sasa, akawa amezuia mbili, ikabakia moja, ndo anazunguka peke yake, kazuia zile mbili, halafu zikakita zile panga chini kwayo. Inamaana kuinua zile panga kwake ni mziki, awezi inua zile panga hawezi inua zile panga, kwa hiyo inabidi atumie style tofauti. Anazuia hiyo kitu kupitia ile golden ammo ambayo iko ndani ya mwili wake, yaani golden ammo iko ndani ya mwili namna hiyo, anazuia Asel Chief Zan. Kuna hii mtu ni ajabu eti, sasa anatumia ile golden ammo kwa kuhakikisha kwamba anainua zile panga mbili pale, akawa anahangaika lakini zimekitwa hapo chini. Yani, hiyo ni kama kizuizi, alafu kwa hapo mgongoni ndio sehemu ambayo anatobolewa, hiyo ndio sehemu ya pekee. Yani amepigwa hiyo beto hapo mgongoni, kabaki ametoa jicho kama mjusi. Kabano na mlango zamu hii. Shatumia kazi, amefanya kazi vyema, mtaka tena ikatolewa ule upanga, akitoa ile Anafuka moshi jamaa, yani moto namna hiyo. Anafuka moto namna hiyo. Kazi ya zangu ngoji, so kazi ya kitoto. Downi. Senkon. Chenkun. Lekin pokong. Nguvu yako imekwisha. Hivyo, Baba Kambo. Akaitwa Baba Kambo. Ana hasira na Chenkun. Mapigo ya Baba Kambo si unajua tena. Wanamuita Lion King. Ana nguvu ya simba ndani yake. Akamsogelea kama okay, basi tufanye hivyo, twende pigwa hizo baba. Alipigwa hizo nzito, piga ngoma mayo tata zuki baba, na zile barebare zuk za ukweli. Alo shai kuona nguvu, yani unapigwa ngumi, upepo unaenda kuboromoa kitu kule mbele. Bala lake ndo hilo jamaa. Naambia ningekuua, nakutaka wewe, nataka uombe msamaha kwa vitendo vyako vya kikatili. Engu ya ombe msamaha kwa vitendo vyake vya kikatili. Baba Kambo akapiga na kelele ya simba. Unajua kelele ya simba wewe? Huyu mzee ni hatari. Baba Kambo. Ame acha manzani. Ikabidi aje kumwangalia manzi yake. ame hali yake vipi wewe? Si alikuwa na kelele chake. Ame, ni waacheni nyinyi muongee. Bwana zangu uji. Ana mwangalia binti. Atafanya nini mtoto wa kike? Tia. Anaambia zero. Okay. Kaka Uji. Oh, bado anaweza kunisamehe Uji? Anasema ndio, kumsamee bado anaweza, yeye tu awe tayari kwa kusamehewa. Lakini princess naye vipi? Princess naye namtaka za mji. Anaambia misi zao alimfanyia ubaya sana Misi Zao. Binti yuko hoi, bintabani leo kumbuka, mishipa ilipasuka. Ileo ni kazi sana, siju upona ni, yani mishipa imepasuka ndani kwa ndani mpaka ikaenda ikatikisa moyo. Moyo tumeona wote Anachukua hii mwana hii haikumbuka hii eh, tangu totoni. Zangu uji anashangaa. Kaamua kumkabidhi, chukua hii tokeni, nakupatia hii, iangalie. Alafu akamshika mkono bwana zangu uji nyew wawili ndo mtaendana. Ndio, ukumbuka hata yule binti wa kwanza kule alimwambia, kama utaolewa na misi zao, utamwoa misi zao misi zao. Misi zao atakulinda, lakini kama utamwoa huyu binti mwingine huyu huyu, ni balaa. Anasema niko tayari kujitoa sadaka kwa ajili yako. Wewe kamwe kamwe usije kumudhi huyu mtoto wa kike usimuudhi, ah, usije kumudhi huyu binti kamwe.

na labda pengine princess atakuwa na uwezo wa kumkontrol baba yake pamoja na kaka yake. Ingawaje sasa kila kitu kitakuwa kimetulia. Dragon Sabre and Slaying Swords zinabaki zikiwa zimejichobeka pale pale, yani zimechomekwa pale na pengine zisitoke hapo, yani ule upanga ambao unaitwa Heaven Sword pamoja na Dragon Sabre. Hili kwa ni final episode, yani sehemu ya mwisho kabisa katika picha safi wanaita The New Kung Fu Cult Master mitamboni, kama kawaida ulikuwa nami Mr Golden Voice Bablinyo baba la baba Falme la kwanza lenye vidole sita, Tanza Moko Tanza yetu Tanzania Tanza Yeded Tanza ni kukaribisha tena Ping katika vigongo vingine vya ukweli. Usikose zile final final, ni za ni nyingi hiki pindi, kuna final za kutosha. Episode 9, final kama hapa.